Lishe imekuwa ni eh, kitu ambacho eh, kitu ambacho kinaongoza sana kuchangia katika magonjwa yasiyo ya kuambukiza, ya kwa maana ya ulaji usiofaa na mtindo mbovu wa maisha ndio tatizo kubwa ambalo linawakumba eh, watu wengi. Kwa maana usipofata eh, mtindo bora wa maisha utakupelekea kupata uzito mkubwa kwa maana utakuwa unapata nishati nyingi na nishati inayotoka ni dogo, waweza kupelekea unapata uzito mkubwa. Na miongoni mwa sababu kubwa inayoweka watu katika magonjwa mengine ya sukari na presha kwa maana ya shinikizo la juu la damu ni, mabu, ni, ni uzito mkubwa kwao. Usipofuatilia huu mtindo mzuri wa ulaji na mtindo bora wa maisha itakupelekea kwenye matatizo ya uzito ambayo itakupelekea pia kwenye matatizo ya sukari na shinikizo la juu la damu. grupu ambayo inaongoza kwa kusababisha vifo vingi ni magonjwa ya moyo. Tunaposema magonjwa ya moyo tunamaanisha magonjwa kama ya stroke au kiharusi, magonjwa ya mshtuko wa moyo au heart attack lakini pia shida ya moyo kushindwa kufanya kazi vizuri na mambo haya mengi yanasababishwa na shinikizo la juu la damu. Lakini grupu nyingine na magonjwa ambayo sio ya kuambukizwa ni magonjwa ya kisukari, magonjwa ya figo, lakini bi, pia magonjwa sugu ya ya mapafu, lakini pia kuna magonjwa kama magonjwa ya kansa, lakini pamoja na magonjwa ya siko seli, au selimundu. Haya ndio magonjwa ambayo kwa kweli kwa sasa hivi yanasababisha sana vifo vingi duniani, lakini pia katika nchi yetu ya Tanzania kwa takwimu ambazo zilifanyika pia mwaka elfu mbili na ishirini na moja vifo vingi ambavyo vilitokana, tunasema premature death, vifo ambavyo vilitokana, watu walipata kabla muda ambao utarajiwa kufariki, vingi vilisababishwa na magonjwa yasiyo kuambukizwa, tunasema asilimia themanini na mbili itokana ilitokana na magonjwa ambayo sio ya kuambukizwa. Sasa mtindo wa maisha, unajua mtindo wa maisha, kila mtu anachagua aishi namna gani. Sisi wazee ni vigumu sana kuwa na mtindo wa maisha kama kijana eh. Wewe kila ugali wako hapo namchisha na nini, unaridhika, lakini kijana anataka ajirushe, akali chipsi, akanyebia, akafanye nini. Sasa hiyo ni aina tofauti, lakini sisi mengi yanayotusibu ni, ni, ni zile hekaheka heka za maisha ulio nayo. Unapopata matatizo ya kifamilia, wewe ndio labda umebaki kimbilio la kila mtu, lazima unafika mahali utapata shida. M, mimi nashauri hata kwa yoyote yule ambaye anajisikia tofauti katika mwili wake, au hata kabla hajajisikia, awe anacheki afya yake kwanza, mara kwa mara, kwa sababu inaweza likatokea kwa mfano, matatizo ya moyo, sukari huwa yanatokea kwa mara moja bila we kujijua. Eh. Kwa hiyo mimi nawashauri tu yoyote atakayejaliwa basi asogee hapa aje acheki afya yake.